Karibu sana kwenye Talk na Banks. Kama kawaida, tupo hapa kukuletea mazungumzo ya ukweli yanayogusa maisha ya kila kijana wa Kitanzania. Mimi ni Rebeka. Na mimi ni Billy. Leo tumeleta mada ya moto kabisa, namna gani kijana anaweza kujikomboa kiuchumi kwa kutumia teknolojia. Billy, hebu niambie, unadhani vijana wengi hapa nchini wanaitumia teknolojia kwa faida yao? Kwa kweli, wachache wanaitumia ipasavyo wengi wanaishia kutumia simu kwa TikTok, Insta au memes, lakini hawajui simu hiyo hiyo inaweza kuwatoa kwenye umaskini. Kweli kabisa. Unajua, kuna kijana mmoja kule Kigamboni anaitwa Tony, alijifunza kutumia Canva na CapCut kwa YouTube tutorials. Leo hii anatengeneza posters na videos kwa biashara mbalimbali, anapata pesa halali tu mtandaoni. Hapo ndipo panapofaa. Leo, teknolojia imerahisisha kila kitu. Unaweza kuuza bidhaa zako Instagram, unaweza kuwa freelancer kupitia Fiverr au Upwork, hata ukiwa nyumbani. Na hata kwa wale ambao hawajasoma sana, bado kuna YouTube, TikTok au hata WhatsApp biashara. Ukijifunza tu kutumia vizuri, unaweza kuuza chakula, nguo, hata huduma kama ususi au makeup bila kuwa na duka kubwa. Exactly. Unajua, ninachopenda zaidi ni kwamba kwa kutumia tu simu na bundle zako unaweza kuwa na biashara ndogo inayokuwa. Cha msingi ni kujifunza na kuwa mbunifu. Lakini unadhani changamoto kubwa kwa vijana ni nini? Mm, kwanza ni mtazamo. Vijana wengi wanaona teknolojia kama ya starehe tu. Pili ni uvivu wa kujifunza kitu kipya, na tatu uoga wa kuanza. Wengi wanaogopa kushindwa. Sahihi kabisa. Lakini ukweli ni kwamba kila mjasiriamali mkubwa alianza mahali. Hakuna aliyeamka tu akawa juu, kidogo kidogo. Siku moja kijana anaweza kuwa na kampuni yake mwenyewe, na ndiyo maana tuko hapa kuwaambia vijana, usikate tamaa. Yes, Billy Banks hapa. Kama ulivyoenda kusikia, huo ni mfano wa podcast ambao nimeiandaa kwa kutumia AI from scratch, kuanzia scripti mpaka mazungumzo yenyewe, yaani kuifanya script iwe na sauti ambayo inaongea aa, moja kwa moja. Nitakwenda kukuonesha hatua kwa hatua, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, jinsi yes, ambavyo unaweza ukapata result kama ambazo nimezipata mimi. Uzuri wa wa, wa, wa, wa programu hizi, kuanzia ChatGPT mpaka hiyo programu ya kutengeneza voice over ya Kiswahili ni bure, uhitaji kulipa hata 15 ni bure, na unaweza kuandaa kazi ambazo hazina idadi uh, voice over hizo unaweza kuzitumia katika mambo mbalimbali. Unaweza kutumia katika kuandaa podcast, unaweza kutumia kuandaa pia, kwa wale wanaotumia faceless channel unaweza ukaitumia katika kuandaa kazi zako. Unaweza kutumia pia katika masimulizi ya hadithi kwa wale ambao wanafanya tamthilia, kwa wale ambao wanafanya hadithi za kusimuliwa mtandaoni, hii pia ni nzuri sana uh, kwa, kwa ajili yao. Basi kama ni mara ya kwanza kuangalia video yetu, usisahau ku subscribe like na kukomenti, tuachie mawazo yako, tuachie maoni yako tutayafanyia kazi katika muda. Sasa moja kwa moja nitakwenda kukuonesha uh, hatua kwa hatua jinsi ambavyo nilianza kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka uh, nikaweza kupata matokeo kama haya mnayoweza kuyasikia. Usiondoke, angalia video hii mpaka mwisho, utajifunza vitu vingi na natumaini nitakuwa nimekusaidia kuongeza kitu kipya kwa siku ya leo. Karibu. Yeah, kama inavyoonekana hii ndio sehemu ambayo tutakuwa tutaitumia kutengenezea voice. And then utaitumia kutengeneza podcast script yako. Kwa mtu unayetumia Chat GPT, kwa mara ya kwanza, kama unatumia simu utaenda kwenye Play Store uta download application ya Chat GPT. Kwa mtu unayetumia browser utaingia katika Chrome, browser yako utaandika Chat GPT and then itafunguka kama hivyo hapo inavyoonekana Ukishafunguka utafungua account. Kwa mara ya kwanza kama unaitumia utatumia email yako aa, na kama unatumia uh, pia kompyuta utafungua account. Kama unatumia kwa mara ya kwanza utatumia email yako ya G, ya Gmail. Yes, moja kwa moja tutakwenda kuanza kuona jinsi tunaweza kuandaa script yetu. Hatua ya kwanza, utakachokihitaji utahitaji script yenyewe, ambapo uta, itabidi umtumie command prompt cha ChatGPT kwa ajili ya kuandika script. Utaenda katika start a new chat. Yes, kama unaanza kwa mara ya kwanza, then utaandika. Mimi nilijaribu kumwelekeza kwa kutumia Kiswahili kwa sababu podcast ilikuwa ni ya Kiswahili, so ilinibidi nitumie Kiswahili ili tuweze kuona kuelewana. Kwa hiyo nilimwambia maelekezo kama yanavyoonekana, nikamwambia ningeomba mfano wa podcast script ya Kiswahili. Podcast name ni Talk na Billy Banks. nilijaribu kumwelekeza kwamba hicho kipindi kinaitwa Talk na B Banks. Watu wawili uh, mwanamke na mwanaume hao nimejaribu ku specify uh, character wa podcast kwamba ni mwanamke na mwanaume, lakini mada nilimwambia kwamba ni namna gani kijana anaweza kujikomboa kiuchumi kwa kutumia teknolojia. Hiyo ndio ilikuwa ndo mada, ili aweze kujua tunazungumzia nini, lakini iweze kukava mazungumzo ya dakika tano. Pia ni vizuri kuspesify muda kwamba unamwambia GPT kwamba tutengeneze script ambayo itakava muda fulani ili awe na uwezo wa kutengeneza maneno ambayo yatatosha muda huo. Yes, lakini yagawe mazungumzo kwa kuaddress speaker, speaker 1 na speaker 2, ili iweze kukurahisishia wewe kumjua nani ni nani katika kuandika script yako kule katika application yetu ya kutengeneza voiceover hii itakuwa rahisi sana kuona. Namuelekeza kabisa kwamba nionyeshe kabisa kwamba speaker wani ni huyu, speaker to ni huyu lakini setting na mazingira hiyo ya Tanzania, Dar es Salaam. Hii ni muhimu sana sababu katika mazungumzo mtu atahitaji kutumia mifano. Kwa sababu umesha specify kwamba mazingira ni Dar es Salaam, atatumia maeneo ya Dar es Salaam katika mifano yake. Ni vizuri sana kufanya hivyo kwa sababu anaweza akatoa tu mfano wa eneo lolote. Sasa kama ukitumia neno lolote, pengine inaweza likawa irrelevant na kitu ambacho unakizungumzia. So moja kwa moja alikwenda kunijibu kama inavyoonekana hapo. Aliniandikia podcast name kama inavyoonekana hapo, ni talk na talk na B Banks. Mada ilikuwa ndo hiyo, ikaandikwa namna gani kijana anaweza kujikomboa na teknolojia, lakini muda ilikuwa ni dakika tano, na wahusika walikuwa ni speaker 1 mwanamke na speaker 2 mwanaume kama unavyoona, akajaribu kuiandika hii intro. Wakati unatengeneza voice over usi include kwa sababu hii siyo ya ya, ya katika voice over hii intro hapa. Hii ni wakati wa kutengeneza video utaitumia uta, haya maelekezo hapa, jinsi ya kujua kitu cha kufanya. Lakini hapa akaona, kama unavyoona, akanitengenezea speaker akanitengenezea maelekezo yake ni hapa. Alijaribu kutunga majina yake mwenyewe akatumia ya Amina na Brian, lakini mimi katika kuandika katika kuandika kule nilitumia majina yangu ambayo mimi mwenyewe nilikuwa na yahitaji. Kama unavyoona, aliandaa script yetu speaker 1, speaker 2, speaker 3 mpaka mwisho, speaker 2, speaker 1 mpaka mwisho. Yes, akaandika hapo. Kama inavyoonekana mpaka mwisho, na podcast yetu iko imekamilika. Sasa kitu cha msingi cha kuzingatia ni kwamba utaisoma kwanza hii podcast script, wapi upunguze, wapi uongeze so, moja kwa moja, uh, kuionyesha inakuaje katika uh, katika jinsi ya kuiandaa mpaka inakuwa voice over. Tunakuja katika Google, uh, Google AI uh, Google AI Studio hii ndo ndo sehemu ambayo tunaweza kutengenezea uh, voice over yetu. Sasa hii sijajua kama tayari ina application, lakini hii ipo inapatikana katika browser. Ukienda katika, katika, katika, katika katika browser yako uta type, uh, Google AI Studio. Namna ya jinsi ya kuipata na jinsi ya ku set up nimezungumza katika previous video. Unaweza kaenda uka watch na utapata maelekezo mazuri jinsi ya ku set up na jinsi ya kuanza kuhi, kuitumia, okay. Direct, sasa tunakwenda kuona utakuja upande ukishafungua ukishafungua account tayari kutumia email yako utakuja sehemu hii imeandikwa mode. Mode kuna multi, multi, multi speaker audio na Single speaker audio. Hapa hii single speaker audio tutaitumia. Leo tutatumia hii hapa. Umeona? Hii hapa multi speaker audio. Sasa moja kwa moja tutakwenda ku set up speaker wetu. Utakuja hapa kwenye kwenye name speaker wani kama tulivyoonyeshwa kule kwenye ChatGPT. Utachagua sauti. Wako speaker wengi sana hapa kama unavyoonekana. Utachagua sauti ambayo unaitaka wewe. Endeni utakuja kwenye speaker tu. Utachagua pia sauti unayotaka wewe. Yes, sasa hapa katika uchaguzi wa sauti utazingatia kama spika wani kule anaongea mwanamke basi utachagua sauti ya kike. Kama spika tu anaongea mwanaume utachagua basi sauti ya kiume. Ukishamaliza and then sasa utakuja hapa. Hapa ndo mahali pa kuandika, uh, kuandika yale, yale, yale ile dialogue yako, yale mazungumzo. Kwa hiyo utaanza moja kwa moja hapa. Uh, utaanza utaandika hapa, utakuwa una copy sasa maneno kutoka huku. Mfano kama hapa, let's say to copy, to copy hii intro hapa and then, sitatengeneza kwa sababu tayari nimeshatengeneza na nimeshawasikilizishia hapa, nawaonesha tu jinsi ya ku, ya kuandaa. And then utakuja hapa uta, uta, uta, uta, uta highlight hii hapa and then uta paste. Kama kutakuwa kuna mabadiliko yoyote utakuwa na paste. Hivyo hivyo. Speaker 2 same thing. Utakuja uta copy hapa. Uta copy haya mazungumzo ya speaker 2 and then uta utaenda kule kufanya nini? Kuya paste. Speaker 2. Haya hapa. Yes. Kwa ajili ya muda basi nimeonesha kama mpaka hapo. Kwa hiyo utafanya utarudia hili zoezi mpaka utakapomaliza script yako and then uta hit hapa sehemu ya blue hapa, eh, uta hit generate. Ukisha hit generate utaipa muda ita load and then ita itakupa script yako. Mimi tayari nimeshaitengeneza na nimeshawasikilizia mwanzo wa video. Kwa hiyo hiyo ndo namna halisi ya, ku, ya kuandaa script yako ya majibizano au ya podcast kwa kutumia Google AI Studio. Jamani, advantage ni kwamba hii Google AI Studio unahitaji kulipa kitu chochote chochote, chochote, ni bure kabisa, na unaweza kutengeneza unlimited script kadri ya wewe unavyoweza kuitumia. Hapo unaweza kutengeneza hata, hata, hata masimulizi ya tamthilia eh, kama unataka kutengeneza tamthilia zile za kuongea unaweza kutengeneza kutumia hii Google AI Studio. Unaweza kutengeneza, unaweza ukaandaa vipindi, unaweza ukaandaa matangazo Yani, unaweza ukaitumia katika katika mambo mengi hii Google studio Kwayo, yu, donamna, bano, hi, hi, hi, hi, kuhanda, kwa hiyo hiyo ndio namna bana unavyoweza kutumia hii AI katika kuandaa content zako za Kiswahili. Ulikuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho uh, Billy Banks, karibu katika tutorial nyingine, asante uh, kwa kunisikiliza.